Pia kwa dhati kabisa, kwa dhati kabisa, sipendi kufunga makanisa, sipende kabisa, wapate watu wanaabudu Mungu. Mungu ni ngumu sana, ni ngumu sana kama nchi, na kuwa na watu wanaabudu Mungu ni uponyaji kwa nchi. Mimi sipendi kabisa kabisa, tena kwa dhati kabisa, kabisa, nasikia mwili wangu unasimuka kusikia kanisa limefungwa. Unafunga msikiti, watu wasali. Leo tena kwa mara nyingine mzee wa upako Anthony Lusekelo ameibuka na kukemea makanisa kufungwa ambapo kauli yake hii imekuja baada ya wa waumini wa kanisa la Askofu Josephat Gwajima kutawanywa kwa mabomu siku ya tarehe 15 mwezi Juni 25 huku wakizuiliwa kuingia katika kanisa lao la ufufuo na uzima na wengine kukamatwa na polisi. Pia kwa zati kabisa, kwa zati kabisa. Sipendi kufunga makanisa. Sipendi kabisa kuwapata watu wanaabudu Mungu. Mungu ni ngumu sana, ni ngumu sana kama nchi na kuwa na watu wanaabudu Mungu ni uponyaji kwa nchi. pa jongoo na mti wake, kama, kama kwenye, kwenye chungu mle kuna panya mle, unatoa panya tu na maji, chungu kinabaki. Hupata watu wanamcha Mungu, Jumapili, wanakimbia kanisani siku za mwisho hizi, ambazo dunia imejaa uovu, watu wameharibika, watu wanawaza wizi, wanauza kahaba, wanauza uasharati, wanauza ulevi, lakini kuna watu wanakwenda kanisani, hiyo jambo ni la kulipalilia

Kwayo mimi sipendi kabisa kabisa tena kwa dhati kabisa, kabisa. Nasikia mwili wangu unasimuka kwa kanisa limefungwa, alafu sababu gani? Sababu nyepesi tu, unafunga kanisa watu wasali, unafunga msikiti watu wasali. Hata ibada ya mizimu ya kule wanasali wana kule, kama wavunje sheria kiifyo, kama akiuki kifyo wanazungumzika, mkazungumze muyamalize pia kwa dhati kabisa, kwa dhati kabisa, sipende kufunga makanisa sipende kabisa. Kuwapata watu wanaabudu Mungu. Mungu ni ngumu sana. Ni ngumu sana kama nchi na kuwa na watu wanaabudu Mungu ni uponyaji kwa nchi. Huwezi kutupa jongoo na mti wake kama kama kwenye, kwenye chungu mle kuna panya mle, unatoa panya tu na maji, chungu kinabaki. Kupata watu wanamcha Mungu, Jumapili, wanakimbia kanisani, siku za mwisho hizi ambazo dunia imejaa uovu, watu wameharibika, watu wanawaza wizi, wanauza ukahaba, wanauza uasharati, wanauza ulevi, lakini kuna watu wanakwenda kanisani, hiyo jambo ni la kulipalilia, ni jema Nasema Swahili, ukiona mwezoka ananyolewa wetia maji kata. Mzee wa upako siko salama sana, nikaropoka tu hapa ta ta ta, nafunga nasikia utepe pale ta ta ta, msiika, astagfirullah. Baada ya kumsikiliza hapo mzee wa upako Anthony Lusekelo Itakumbukwa pia kwamba siku mbili zilizopita baadhi ya waumini wa kanisa la Ufufuo na Uzima linaloongozwa na Askofu Josephat Gwajima walikamatwa na jeshi la polisi ikiwa ni Jumapili Juni 15 mwaka huu wa 2025. Mwananchi Digital kama chanzo chetu cha habari hii ilikuwepo eneo la tukio lilipo kanisa hilo na ilishuhudia baadhi ya waumini hao ambao walikusanyika na kufanya maombi nje kabisa ya kanisa hilo lililopo Ubungo jijini Dar es Salaam wakipandishwa kwenye gari ya polisi yaani, defender iliyokuwepo eneo hilo. Hatua ya polisi kuzuia waumini hao kufanya ibada katika eneo hilo ilitokana na Juni mbili mwaka huu wa 2025, msajili wa jumuiya za kiraia Emmanuel Kihampa alitangaza kulifuta kanisa hilo kutokana na kukiuka sheria ya jumuiya sura ya 337 kwa kile alichoeleza limekuwa linatoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa. Tangu wakati huo kanisa hilo limekuwa likilindwa na askari polisi wenye silaha. Hata hivyo kadiri siku zilivyokwenda ulinzi ulipungua, huku utepe uliowekwa kuzuia watu kuingia na kutoka uliendelea kusalia. Kanisa hilo limefungua kesi mahakamani kupinga hatua hiyo na kesi inaendelea. Siku ya Jumamosi, Juni 14 mwaka huu wa 2025, kupitia mtandao wa kijamii wa askof Josephat Gwajima ambaye pia ni mbunge wa Kawe kwa tiketi ya chama cha mapinduzi CCM, jijini Dar es Salaam alitangaza uwepo wa kusanyiko, akiandika Waebrania 10:25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Asubuhi ya Jumapili Juni 15 mwaka huu wa 2025, chanzo chetu cha habari hii Mwananchi Digital kilifika eneo la kanisa hilo na kukuta askari wakiwa wametanda maeneo mbalimbali mbali, kuhakikisha hakuna anayeingia kanisani hapo. Kwa upande wake, wakili msomi Peter Kibatala alipoulizwa kuhusiana na wateja wake wa kanisa la Ufufuo na Uzima waliokutana na kadhia ya kutawanywa na jeshi la polisi kwa kutumia mabomu ya machozi na wengine kukamatwa, wateja hao kwa sasa wanaendeleaje na vipi kuhusu shauri lao mahakamani? Wakili msomi Peter Kibatala akijibu mara baada ya kutoka mahakamani wakati wa kutajwa kwa kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA, Tundu Antipasilisu, alijibu kwa kusema: Sina uhakika kama ni mahali sahihi, lakini kwa kuwa nimeshaulizwa swali, busara na ustaarabu vinanielekeza kwamba ni lazima nijibu, kwa sababu ni swala la kisheria. Uzuri ni kwamba ni swala la kisheria na labda nilijibu kwa upendo kabisa kwa sababu naliconekti na kitu kikubwa, yaani picha kubwa kwamba sisi mawakili au mimi wakili wa kanisa la The Glory of Christ Tanzania Church tunahusianisha moja kwa moja mambo yote yaliyotokea ikiwemo kufungiwa kwa kanisa lile na kuzuiwa kwa waumini na waamini wa kanisa lile kushiriki misa kutokana na maombi yaliyotangazwa na kanisa lile chini ya uongozi wa Askofu Josephat Gwajima kwamba watafanya maombi ya kumwombea mteja wetu katika kesi Tundu Antipas Lissu. Kwa hiyo tunaona ni direct connection, lakini kama nilivyosema hiyo direct connection kuna, eh, kuna mahala pake pa kuonesha ambapo ni mahakamani kuna baadhi ya waandishi tulikuwa nao Dodoma katika kesi mbele ya Mheshimiwa Jaji Masabo, na kesi ile itaendelea tena mnamo tarehe nane mwezi wa saba. Hapa katikati kuna amri zimetolewa za kupeleka viapo kinzani, nasi tumepewa ruhusa ya kupeleka kiapo cha ziada. Kwa hiyo kuhusiana na kesi inaendelea, na pengine kuna kesi moja au mbili za ziada zitabidi kufunguliwa, lakini kwa ujumla wake hakuna sababu yoyote ya jeshi la polisi kuwakamata au kuwazuia wateja wangu Glory of Christ Tanzania Church, waumini wake na viongozi wake kufanya misa. Tunasisitiza sheria ambayo inaitwa Societies Act ndiyo inampa msajili wa jumuiya za kiraia nafasi ya kutoa adhabu ya kisheria kwa taasisi strong ambayo inakuwa imevunja sheria. Lakini kikubwa kuliko chote ni kwamba lazima atoe notisi. Mpaka leo tunavyozungumza, wateja wangu wa Glory of Christ Tanzania Church hawajawahi kupewa notisi yoyote ile ya kisheria kabla ya hicho kinachoitwa kufutiwa usajili. Kwa hiyo eh, hilo ni pungufu kubwa sana la kisheria ambalo tunalishughulikia kisheria na tutatoa taarifa zaidi baadaye, lakini kwa ujumla niseme tu kwamba maoni yangu kama wakili, kulikuwa hakuna sababu yoyote ya nguvu ile kutumika namna ilivyotumika. Nguvu ile ingeweza kutumika mahala pengine, pengine hata ile press conference aliyoifanya Askof Gwajima pengine isingekuwa na haja ya kuifanya kama nguvu ile ile ingetumika inge, inge kwenye mambo ambayo Askofu Gwajima aliyalalamikia na kuyatolea hoja katika press conference yake. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa mimi ni wakili na of course tunashirikiana na mawakili wenzangu marafiki tutaendelea kupigania haki hiyo. Tunaamini siku moja waumini wa Glory of Christ Tanzania Church watakusanyika tena katika makanisa yote nchini wakiendelea kufanya misa kwa kadiri ya usajili wao. Ni hayo tu, hayo ndiyo ambayo aliyazungumza wakili msomi Peter Kibatala alipoulizwa na waandishi wa habari kuhusiana na sekeseke seke zito ambalo imeibuka siku za hivi karibuni juu ya waumini wa kanisa la Glory of Christ Tanzania Church ufufuo na uzima, lakini pia pamoja na shauri ambalo lipo mahakamani linaloendelea kuhusiana na kanisa hilo la Askofu Josephat Gwajima, ama kuhusiana na shauri la kupinga kanisa la Askofu Josephat Gwajima ufufuo na uzima kufungwa. Kuhusiana na habari hii, wewe ni upi mtazamo wako na ni yapi maoni yako? Shia mtazamo wako na maoni yako nasi hapo chini kwenye upande